Kama tunavyojua kwamba kunakuwa na chanjo maalum, hujaji lazima achanje. Kwa hiyo katika hili, inachukua nafasi hii kuwakumbusha mahujaji wote ambao bado hawajaanza zoezi la kuchanja chanjo, na hasa chanjo ya homa ya ini ambayo hii inatakiwa ianziwe mapema, basi waende wizara ya afya kwa ajili ya kuanza kupata chanjo, kama ambavyo utaratibu unahitaji una lakini pia na zile chanjo nyingine ya homa ya uti wa mgongo pamoja na homa ya manjano ambazo ni lazima hujaji ya chanjo. Muda utakapofika, basi kila taasisi au kila daktari wa taasisi ahakikishe kwamba mahujaji wake wamekamilisha hizi chanjo. Kitu chengine muhimu kwa mahujaji wetu, nafikiri hili kila daktari huwa analiongelea kwenye taasisi yake tangu ameanza semina za matayarisho kwamba lazima ajiandae kiakili na kimwili kiakili ni saikolojia kwamba hija ni safari muhimu, ni safari adhimu, na wengi wanakuwa nervous kwamba wanakuwa na hofu na wasiwasi. Kwa hiyo sisi kama madaktari, tunapaswa wale watu tukae nao tuzungumze nao na kuwaliwaza na kuwaeleza uhalisia wa safari ya hija, kusudi kuweza kuwasaidia kisaikolojia huku wanakokwenda, wasiwe na wasiwasi sana wakupitiliza kiasi kwamba akawa na hofu akashindwa kufanya ibada yake kama ambavyo inatakiwa. Lakini pia kimwili, nalo hili ni muhimu sana sana sana sana. Harakati za hija ni matendo, ni harakati, ni harakati na watu wengi, hali ya hewa kwa hiyo lazima mwili uandaliwe. Mwili kuandaa ni kwa kufanya mazoezi. Hili huwa tunaliesema mapema kabla ya safari, watu waanze kufanya mazoezi na mazoezi haya huwa hatulazimishi kwamba lazima uende mbio au ukajiunge na vikundi vya kuruka ngazi mia, sijui wapi, na kubeba vyuma. Hapana, ni mazoezi ya kutembea kwa miguu. Hili nafikiri mahujaji takriban wote wa sasa wa Zanzibar wanalielewa, kwa sababu kila daktari tunahimizana juu ya haya, tukienda kwenye semina za matayarisho, na hili basi huwa ni topic muhimu. Kwa hiyo na hapa nalikumbushia kutokana na umuhimu wake kwamba mahujaji wote wajiandae kiakili na kimwili kwa kufanya mazoezi akana m awe mwazi kujieleza hali yake afya kwa daktari wake, kusudi na yeye daktari anajua ajiandae vipi na ajitayarishe vipi, akijua na watu wa aina gani ambao anasafiri nao. Haya ndo makubwa ambayo tulikutana hapa leo na watu wa kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, na alhamdulillah, kikao kimeenda katika hali nzuri. Alhamdulillah, tumemaliza salama.